Sasa leo tutajifunza somo linalosema jinsi ya kuwa jasiri na tutaangalia mbinu gani ambazo ni rahisi, unaweza kuzitumia kuondoa hofu na uanze kujiamini. Unajua mambo mengi tunashindwa kuyafanya au kuyatimiza kwa sababu ya hofu au kuogopa. Sasa leo nitakupa mbinu rahisi za kuondoa hofu na uanze kujiamini, kwa sababu ukishajiamini unaweza ukafanya mambo makubwa ambayo hata watu wengine walikuwa wanayaogopa, lakini wewe ukayafanya kwa nguvu kubwa na kukuletea matokeo mazuri. Lakini kama ni mara yako kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz TV, karibu sana na usahau kusubscribe. Asa, mbinu ya kwanza aa, ni kubadilisha mtazamo wako juu ya hofu. Unajua hofu inavyokuja kila mtu agaa na mtazamo wake. Mtazamo wa mtu ambaye ni jasiri huwa anaiona hofu kama sehemu ya mchakato, lakini mtu mwenye hofu huwa anaogopa, anasema kwamba hichi kitu ni hatari na anashindwa kuchukua hatua. Sasa hiyo ndio inakuwa tofauti. Sasa mbinu nzuri ya kutengeneza ujasiri na kuondoa hofu itakubadilisha mtazamo kuhusu hiyo hofu. Mfano, hiyo hofu yako ndio kwa uipe jina. Badala ya kusema ninaogopa, sema mwili wangu najiandaa kuchukua hatua, kwa sababu unajua kila kitu unachokiona duniani ni vile ambavyo sisi tumekitafsiri. Unaweza kuona jambo limetokea, lakini watu wawili wakawa wanatafsiri tofauti. Lakini sasa njia nzuri ya kufanikiwa au ya kuleta matokeo mazuri natakuwa wewe utafsiri katika njia ya positive way. Baada ya kuona kama hofu ni kitu ambacho ni hatari chakuja kukukopesha wewe, sema ni mwili wangu unajiandaa kwa ajili ya kuchukua hatua, au mwili wangu umepata tahadhari ya kitu fulani. Baada ya kwanza kusema nimeogopa leo, au kuna kitu kitakuja kunipata e, leo, hiyo inakuwa inakuongezea hofu zaidi kwa sababu mawazo au fikra pia yana nguvu katika kubadilisha eh, mienendo yetu ya mwili na jinsi tunavyo react na mambo mbalimbali. Kwa hiyo badilisha mtazamo. Unaweza ukaipa eh, hofu jina. Badala ya kusema ninaogopa labda kuongea mbele za watu eh, au umepata hofu kubwa eh, ya jambo fulani, sema mwili wangu unajiandaa ili kuchukua hatua ya kufanya hicho kitu. Badala ya kusema ninaogopa. Lakini pia eh, kwenye kubadilisha mtazamo unaweza ukatumia kanuni ya eh, sekunde tano. Hii kanuni siku ni tano inakuwaje? Natakiwa uhesabu kuanzia tano kurudi nyuma, usianzie moja e, kwenda mbele. Unapoanzia tano kurudi nyuma, kwanza unawandaa ubongo wako urudi kwenye ufahamu wa kawaida, alafu unaondoa na ile hofu kwao. Unapoanza tano nne tatu mbili moja, inahitaji uwe na ufahamu wa kawaida na kwenye hofu mtu anakuwa hana ufahamu wa kawaida, anakuwa anaongozwa na hisia. Kwanza unarudisha akili yako urudi kwenye ufahamu wa kawaida, na hapo sasa unaweza ukachukua hatua kwa haraka zaidi. Na inashauriwa unapoanza kuhesabu, ukishamaliza tuchukua hatua hiyo bila e, kusubiri, kwa sababu unaposubiri mwili wako utaanza kuongozwa na hisia, unalotajikuta huwezi tena kuchukua hatua. Kwa hiyo unaweza kutumia kanuni hizi mbili, kwamba ukaipa hofu e, jina tofauti na lile ambalo limekuja kwako au unaoliona ukabadilisha mtazamo au ukatumia kanuni ya sekunde tano inasaidia sana . Lakini mbinu ya pili, boresha lugha ya mwili ambao kwa Kiingereza inaitwa power of posing. Sasa unajua wewe, nikupe siri moja, mwili wako e, kisaikolojia unaweza pia ukaafekti e, jinsi ulivyo, yani jinsi unavyokaa na unavyotembea na unavyo, e, jiweka unaweza pia ukaboresha E, ujasiri wako, au ukashusha uka kabisa ujasiri wako. Sasa njia nzuri ambayo imefanyiwa tafiti na inafanya kazi e, mtu ambaye amesimama wima hajajipinda e, huwa anaonekana ni jasiri, na hiyo pia yoga inaasia hata kwenye fikra au hata kwenye akili. Unapokuwa umesimama umenyooka vizuri haujapinda au kuinama, unakuwa una pia na, na mwili wako kwamba uendane na ile hali kwamba unashawishika na wenyewe uamini kwamba wewe ni jasiri. Lakini pia kwenye macho, unapokuwa unaongea na mtu, jitahidi sana usikuepeshe macho, japo sio lazima kuangaliana na mtu kwa muda mrefu. Hapana, unapokuwa unaongea kitu cha msingi, jitahidi umwangalie mtu machoni. Wale watu ambao wanaongea, unakuta anafanya mambo mengine au anashughulika na kitu kingine au anakuwa nang'aa pembeni, hiyi inakuwa ina ishara kwamba wewe ni mwoga lakini pia inaondoa pia na ujasiri. Kwa unapozungumza na mtu, cha kwanza simama vizuri, kama umekaa weka mabega yako vizuri, nyooka vizuri uwe wima, lakini macho yako pia zingatia umwangalie yule mtu ambaye unazungumza naye. Lakini siri nyingine ni tabasamu. E, mwili wako unaweza kuwa vizuri na unaweza kuwa unamtazama mtu vizuri, lakini usipokuwa na tabasamu kwa wakati sahihi inaweza pia ikakupunguzia eh, namna ya wewe kujiamini kwa sababu e, kisaikolojia unapotabasamu huwa anapunguza ile homoni ya msongo, homoni ambayo inazalishwa na mtu mwenye stresi au mwenye hofu. Kwa hiyo unapotabasamu, hata kama nakulazimisha, unaudanganya mwili wako kwamba uko kwenye furaha. Kwa hiyo automatic unaanza kuendana na ile hali ambayo uko nayo. Unajua, jambo ambalo unatakiwa ufahamu, mwili wetu Mwili wa binadamu haijui kutofautisha kitu cha kufikirika au cha kujaribishia, na ndio maana waga si shauri mtu afanye mizaa hata kwenye maneno, kwa sababu mwili waga hujui kutofautisha. Wewe unaweza kusema kama utani au kufanya kitu kama utani, mwili wako una koti kama kilivyo. Kwa hiyo unapotabasamu, hata kwa kujilazimisha, unaweza pia ka ukaasiri kabisa hata na mwili wako, kwa sababu utapunguza ile homoni ya msongo ambayo ni kortisoli na utazalisha homoni za furaha kama dopamine na serotonin ambazo zinaweza zikaongeza mwili wako kufanya kazi vizuri na kuongeza kujiamini. Kwa hiyo kwenye namna mwili wako unavyokuwa unaweza pia ukaondoa hofu na ukatengeneza ujasiri. E, simama vizuri, usipinde, usiangalie chini, mtizame mtu, mtu ambao mnaongea naye. Lakini pia na tabasamu linaongeza thamani kubwa hapo kwenye mkao wa mwili. Kuna mbinu ya kisaikolojia ya muhimu sana. Kama ulishawahi kuangalia filamu ya Wonder Woman, kwa wapenzi wa filamu, kuna pozi moja huwa analifanya, anaweka mikono kwenye kiuno afu anasimama. Ile pozi limefanywa utafiti linaweza lika kusaidia pia kuongeza ujasiri, lakini sio vizuri ulifanyia mbele za watu, unaweza kunaweza kulifanyia ukiwa the washroom au ndani kwako kwa peke yako. E, unapoona labda kuna kitu unakikopa zaidi, unasimama unaweka mikono yako kwenye maeneo labda ya kiuno Alafu eh, unasimama wima kuangalia mbele. Hiyo imekuja kufanya utafiti kwamba inaongeza pia ujasiri, yani namna unavyokaa no, vile pia inabosti ujasiri hata kwenye akili yako, na akili yako ikishapata ujasiri, pia na mwili wako pia unaendana na ile hali. Lakini mbinu nyingine, anza na hatua ndogo ndogo. Unajua changamoto kubwa ya watu wanafikiri kwamba wale watu majasiri walikuwaga vile, vile yani walizaliwa vilevile. Sio kweli, unavyomuona mtu anaongea mbele za watu, hawa waigizaji wanavyoigiza movie kubwa e, unavyoona wasanii wanaimba vizuri, walianza kwa kukosea kosea, na kwenye kukosea kosea kule walianza baada ya kuchukua hatua. Unapoanza kuchukua hatua, unajua kwamba sehemu gani natakiwa uboreshe, sehemu gani natakiwa uongeze nguvu. Kwa anza kuchukua hatua. Kama unaogopa eh, kuongea mbele za watu, anza kuongea na mtu mmoja. Kama unaogopa kwenda kuongea na mtu ambaye labda unamhitaji au unampenda jaribu hata kuanza kujifunza hata maneno ya kuongea eh, naye. Unaweza kujaribu hata kwa mtu ambaye ni mtu wa kawaida, sio yale maneno yanayomhusu yeye, lakini yaani maneno tu ya kawaida, labda kumsalimia mtu eh, au kuongea na mtu ambaye umfahamu. Taratibu unaanza kupata ujasiri, na hata kama ukija kwenda kwenye uhalisia, labda kwenda kuzungumza naye, unapata ujasiri mkubwa zaidi. Lakini pia kama unaogopa kwenda kufanya kazi, eh, labda interview unaweza ukajaribu kufanya mazoezi hata ukiwa mwenyewe, hata unamchukua rafiki yako unajaribu kufanya mazoezi naye, anakuangalia kama unaweza vizuri. Kwenye kuchukua hatua ndio kuna siri ya kuongeza thamani ya kuwa jasiri. Kwa hiyo usisubiri kwamba mpaka uwe na ujasiri asilimia mia ndo chukua hatua. Hapana, anza kuchukua hatua taratibu. Kama unaogopa kutoa maoni yako e, mbele ya kikao, unaweza ukajaribu hata kuongea e, na watu, hata marafiki zako ukawa wanajaribu kushauri au kuongea taratibu. Unapokuwa unafanya vile, ndivyo unatengeneza ujasiri. Kuanza kuchukua hatua kwenye hatua ndiko na siri ya kuinuka na kuwa jasiri na kuondoa hofu kabisa na kuanza kujiamini. Lakini pia e, mbinu ya nne: jitambue na jizungumzie vizuri. Kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ujitambue. E, angalia vile vitu ambavyo unajizungumzia mwenyewe. Usianze kusema mimi siwezi au mimi naogopa. Unajua ukiongea kitu hasasa vile vitu vya mimi vimekuja kugundulika kisaikolojia, huwa vinatengeneza vina, vina identiti yetu yani, ambao unasema mimi ni mwoga, tayari unakuwa umeshaunda. Kwa sababu si unajua binadamu sisi tuna uwezo wa kuunda vitu kwao, hivyo vitu unapovisema mimi siwezi au mimi sina akili, inakuwa hivyo hivyo kwao. Ndio ujitambue, maneno unayozungumzia pia yanaathiri uwezo wako na ufanisi wako, kwa sababu kila unachokizungumza utakiishi na mwili wako, wewe unatekeleza yale mambo ambayo akili yako imeamini. Kwa hiyo unajikuta e, unajikuta una, unatengeneza mazingira ya kuwa na ujasiri lakini maneno yako yanapingana na kile kitu. Unakuta mara nyingi unajisemea mimi siwezi au mimi naogopa kuongea mbele za watu. Acha kabisa kusema hivyo. Jifunze kubadilisha maneno hayo. Badala ya kusema mimi naogopa kuongea mbele za watu, sema nitajifunza na nitafanya hatua za kuzingatia, eh, ili niweze kuongea mbele za watu. Au sio kwamba sijui nitatafuta namna ya kufanya ili nikaongee mbe vizuri mbele za watu. Useme siwezi e, siwezi kufanya interview. Sema nitajifunza jinsi ya kufanya interview vizuri au nina uwezo wa kufanya interview vizuri. Sema, tu, sijajua kitu fulani na fulani. Hiyo inakujengea ujasiri na kuongezea nguvu ya kujifunza lakini pia na kuondoa hofu ndani yako, lakini njia nyingine nzuri ulizisha mafanikio yako ambao ulishawahi kuyapata. Unapoona kwamba kuna sehemu unataka kama kukata tamaa au unaogopa zaidi, kuna mambo madogo madogo ambayo ulishawahi kuyafanya na ukaona kabisa yametokea na yakafanikiwa vizuri, jaribu hata kuyaandika hata matatu, alafu uwe unajikumbushia. Kama labda ulikuwa unaogopa kwenda kuongea beza watu au kufanya jambo fulani unaliogopa, hebu angalia mambo mengine ambayo ulishawahi kufanyafanya nyuma, ambayo ulikuwa unahitaji ujasiri na uliyafanya wewe mwenyewe. Haya inaweza kutia moyo na kuongezea jitihada kubwa zaidi. Kwa hiyo jitambue, angalia mambo ambayo unajizungumzia mwenyewe, yanaweza pia yakaongeza hofu na akaondoa ujasiri. Lakini pia pale ambapo unaona unaelekea kukata tamaa, urejeshe mambo hata matatu au mawili ambayo uliyafanya vizuri kwa ujasiri. Hayo yatakutia nguvu na yatakuongezea thamani na utakuwa na ujasiri mkubwa. Hebu niambie katika komenti ni sehemu gani ambayo imeugusa zaidi au umejifunza zaidi lakini kama kuna sehemu yoyote ambayo hujaelewa unaweza kwa comment pia nami nitakufanulia vizuri asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi mimi naitwa Elikhan Mtz usahau kusubscribe kulike na kushare video hii kwa wengine hadi wakati mwingine nikutakie siku njema bye